Mungu akipenda mimi niko na jaribu. Wakati unatoa kidogo, mimi pia nitoe kidogo. Yeah. Mwezi. And the commitment I'm not scared. Na mimi nataka mheshimiwa, leo niko na make another statement. Nataka vipindi za bunge ya Bungoma. Nyinyi mwende msukume hata kama ni kupitia kwa koti ikuwe online. Mwende kwa roma roma ngamka rumo manyo badetanga na roma pinganga.

With with humility, with great honor. Mheshimiwa majimbo, what you are doing will be felt in the next five years. Yes. In a little time, mtaanza kuona matunda ya hivi vitu ambayo unafanya. Yes. Saa hizi mnafurahi kwa sababu amepunguza mzigo, lakini na little while we we we shall shall shall see doctors, we shall see see engineers, doctors, teachers, na mtapunguza shida ambazo ziko kwa maboma zetu asome Mungu, abandi bakale melwa na yeta bashi yeah. na wete we bano sikama msabire oya mwikule bukezi si, mheshimiwa ali ya faule eta bua mheshimiwa ajili kino one ne na pasi ape buyo mpekala chikoro kwa msoko ame na kupina ya majimbo lakini ape si ilamu yeah. kila babu kule cheba asomi na mwesi Nimu baze chikorofo chevi ilamu kumanyile